Waziri mkuu ieleweke, na leo tukueleze tu Mheshimiwa waziri mkuu kwamba sekta ya usafirishaji wa bodaboda na bajaji, tofauti watu wanavyoifikiria, inachangia pato kubwa sana la serikali, kwa sababu tukianza tuna pato ambalo la kulipia maegesho ambao tunalipia katika halmashauri. Sasa hizi halmashauri mbalimbali tumekuwa tukichanganyana na ikikupendeza kwa sababu na tamisemi wako tuone tukae katika mwamvuli wa tamisemi na tunavyoongea tuongee kama nchi kama Dar es Salaam tunalipa ushuru shilingi mia kwa siku kwa siku mia tatu sitini na sita tunalipa shilingi elfu thelathini na sita lakini kuna baadhi ya mikoa wa Morogoro wanalipa shilingi elfu moja kuna baadhi ya mikoa wanalipa shilingi mia tano kuna baadhi ya mikoa wanalipa shilingi mia nne sasa kama hii ni nchi moja na tunaamini mheshimiwa mgeni rasmi hili unalo kwako unaweza ukalitatua Tukalipa kwa pamoja na ukichukulia bodaboda boda na bajaji ndani ya nchi tuko zaidi ya milioni tatu. Kwa hiyo ukipiga shilingi elfu thelathini na sita mara milioni tatu unakuta zaidi bilioni mia moja na nane. Kwa hiyo ni mapato mengi ambayo tunaingiza katika sekta ya usafirishaji. <coughs> Lakini la pili, Mheshimiwa, katika swala la leseni ya udereva, swala la leseni na udereva, na leo tunashukuru tena, tunashukuru sana na umati ule ujao nje, kuna umati mwingine unatuangalia kupitia mubashara kwa sababu ukumbi ni mdogo. Swala so, la leseni limekuwa kwetu ni changamoto kwa sababu hata watu wanapopata ajali, baadhi ya madereva wengi wanakuwa hawana leseni, hawana bima za afya. Sasa changamoto kwenye leseni, ili ulipo na bima lazima uwe na leseni. Tulikuja tukaongea na makamo wa rais mstaafu Filipo Isidori Mpango ile miaka hamsini ya kukamilisha wiki ya usalama, unenda kwa usalama barabarani pale Dodoma tuliwasilisha na tukaomba kwa serikali, serikali mnapoteza mapato mengi makubwa bila kutushirikisha sisi na kuona mahitaji yetu ni nini. Kwa hiyo mngekusanya kwa shilingi elfu thelathini Tanzania zima wangelipa, mngeona ni jinsi gani mngekusanya mapato makubwa. Vijana wangepata leseni, vijana wanapopata matatizo waweze kuhudumiwa na bima.